Wedinivyemana haki la kufa na lakuleta wokovu. Tukushukuru wedaimana popote, ebwana babalie mtakatifu Mungu Mwenyezi wa milele ya Kristo bwana wetu, wewe unagawa kila kitu kulingana na majira mbali mbali, na unaliongoza na kulitawala kanisa lako kwa njia za ajabu, maana kwa nguvu ya roho Mtakatifu uwachikulisaidi ya kanisa lako kusudi kwa moyo wenye kukutumainia lisikose kamwe kukusihi kwa uchaji wakati wa shida, wala lisikose kukushukuru wakati wa furaha, kwa njia ya Kristo bwana wetu. Kwa hiyo pamoja na malaika wa mbinguni, tunakusifu kusifu, tukiungama kwa furaha.